A Afrika Kusini, mkutano wa G20 unaanza mjini Johannesburg bila ushiriki wa taifa la Marekani, na hii ni baada ya utawala wa Trump kususia. Kauli za Washington zimeibua mvutano na serikali ya Afrika Kusini, huku masuala ya msingi kuhusu nafasi ya mataifa maskini barani Afrika yakitajwa katika miongoni mwa ajenda ambayo inazungumzwa katika mkutano huo, na viongozi pamoja na wachambuzi unatazama mijadala hii kwa namna tofauti, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katika kuzungumza hilo kwa kina na kufahamu kinachoendelea naungana na Fortunatus Kasomfi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akiwa kule Johannesburg. Karibu sana na habari za hapo. Habari ni njema kwa kweli, tunashukuru Mungu. Habari za hapo nyumbani? hapa ni njema na salama kabisa. Na pengine tuanze kwa kufahamu ni upi hasa msingi um, wa mvutano kati ya Afrika Kusini pamoja na Marekani kuhusiana na mkutano huu wa G20. Nam, ilikuwa ni mapema tu mara baada ya rais Donald Trump kuchukua mamlaka, akaichukua nchi ya Marekani, na moja ya vitu alivyoviangalia ni moja kwa moja kuangalia ule msingi ambao sasa imekwisha kutengenezwa sheria dhidi ya urejeshwaji wa ardhi katika ulingano ulio sawa kutoka kwa wale weupe wachache ambao walikuwa na asilimia kubwa ya kumiliki ardhi hapa Afrika ya Kusini ili kusudi iweze kugawiwa kwa ulio usawa. Sasa, kwa hili jinsi alivyoliona Donald Trump na alipoelezewa na moja kati ya taasisi ambazo zilikwenda kueleza huko, ni kwamba Afrika ya Kusini imetumia nguvu kupoka au kunyang'anya mashamba ya hao weupe wachache na hivyo hili kwa Donald Trump akalichukua kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo anavishughulikia kwao. Ilikuwa ni mwezi wa nne alipotamka kwamba atahakikisha kwamba Afrika ya Kusini inarejesha ardhi kwa watu hao, lakini kwa kuwa hili halikuweza kufanyika hapo, akaanza sasa katika kuweza kushinikiza kuongezeka kwa zile eh, tozo za maingizo ya bidhaa kutoka Afrika Kusini kuingia katika nchi ya Marekani, akaweka asilimia thelathini na tano ya ongezeko la tozo hiyo kiasi ambacho kimeathiri bidhaa kadhaa kutoka katika nchi ya Afrika ya Kusini kuingia katika Marekani. Lakini hakuishia hapo. Hata mikutano ya awali ya kuandaa huu mkutano wa ji ishirini, wa kihistoria barani Afrika kwa sababu ni mara ya kwanza unafanyika katika ardhi ya Afrika, alikataa kuleta viongozi wengine wa ambao wangeweza kuwepo tangu awali, kuliko kuna mikutano kadhaa ya mawaziri kama vile mawaziri wa fedha, mawaziri wa ulinzi, mawaziri wa wizara mbalimbali, lakini yeye alikuwa hakutaka tena kuendelea kuleta viongozi hao, na moja kwa moja aliendelea kushinikiza tozo, na mwezi wa nane, ni kweli ikawa imeingia tozo hiyo, ambayo mpaka hivi sasa imeleta athari kubwa katika bidhaa na biashara baina ya Afrika Kusini na Marekani. Takribani watu elfu kumi na mbili huenda wakakosa ajira kutokana na bidhaa ambazo walikuwa wakizitengeneza na kuzipeleka katika nchi ya Marekani zinakuwa mm -hmm. zimekosa soko naam. mm -hmm. tuliona pia ama tulishuhudia mwaka huu Ramaphosa alivyofanya ziara yake kule Marekani, lakini majibizano ambayo pia uh, yalikuwepo kati ya Trump na yeye na Trump amekuwa akitoa kauli tofauti tofauti kuhusiana na Afrika Kusini ikiwemo shutuma za mauaji ya wazungu ambayo anasema uh, yalifanyika huko uh, Afrika Kusini. Kwa, kwa, kwa upande wa serikali yenyewe imechukua e, hatua gani uh, kutokana na hili? kwa ujumla zile picha nyingine zilikuwa ni picha ambazo zinaonyesha matukio ya zamani sana ambayo yaliweza kutokea miaka ya nyuma na ni kwamba kulikuwa kuna taasisi wengi wanaishutumu wana Afriforum kwamba wao ndio walitengeneza hiyo eh, video au video hizo na kuzipeleka kwake Donald Trump, pasipokuwa na uhakika kwamba ni kweli tukio hilo lilikuwa limetokea. Ni kweli kulikuwepo na misigishano ya hapa na pale baina ya weupe na weusi, lakini haikuwa wakati huu wa kuweza kupitishwa kwa hii sheria ya kuweza kumilikisha ardhi, lakini kulikuwepo na, na mivutano ya hapa na pale. Unajua, wafanyakazi wengi wa mashamba ya weupe ni weusi. Sasa kuna wakati huo kunatokeaga na sintofahamu fahamu baina ya watu hawa wawili kutokana na mizozo ya malipo na mbadilishano wa mambo ya hapa na pale. Kwa hiyo picha hizo hazikuwa na ukweli wowote kiasi yes, kwamba hata mawaziri aliyokwenda nao akiwemo waziri wa kilimo wa ambaye inahusisha moja kwa moja ardhi, bwana John Steenhuisen, ambaye ni mweupe anatoka chama cha DA, walijaribu kuongea lakini ikashindikana. Alienda pia na wafanyabiashara wakubwa, akiwepo Rupert, ambaye ni tajiri mkubwa wa kwanza katika Uh, ardhi na umiliki mkubwa wa mashamba ya zabibu huko Cape Town na lakini yote haya Donald Trump alionekana kwamba yu ngali ameziba masikio. Alikuwa tayari ana msimamo wake tofauti kabisa na Afrika Kusini. Wanasema si kwamba wamenyang'anya mashamba hayo, lakini wanachotaka ni mgawanyo na ulio mlingano ulio bora zaidi kwa manufaa ya Waafrika Kusini wote. Lakini Donald Trump pia bado aliendelea kusisitiza, lakini si hilo tu bali hata msimamo wa Afrika Kusini katika kuweza kusema kwamba wanaipeleka Israeli katika mahakama ya ya huko katika masuala mazima ya ukiukaji wa haki za binadamu kule Gaza. Hii ni moja kati ya vitu ambavyo pia Donald Trump anasema Afrika Kusini hawatakiwi kuendelea kushinikiza kwamba Israel lazima ishtakiwe katika mahakama hiyo ya ICC. Sasa hili moja kwa moja Afrika Kusini wanasema wao wanaifahamu Palestina na Palestina ilisimama nao wakati ule wakiwa wanapambana dhidi ya utawala dhalimu wa makaburu, hivyo wanafahamu kwamba wao kama taifa lilo huru wana ile haki na namna ya kisheria ya kuweza kusimama na misimamo yao. Hawaruhusiwi wala hawaruhusu serikali au taifa lingine kuingilia mtazamo wao. Hii pia ilileta sintofahamu na msingishano baina wa hizi serikali mbili ya hapa Afrika Kusini pamoja na ya huko Marekani na sasa Marekani wenyewe imesusia mkutano huu ambao unaendelea hapo uh, Johannesburg. Kuna athari zozote ambazo zimeshuhudiwa kidiplomasia uh, na hata kisiasa kutokana na hili? E, kidiplomasia, wataalamu wa masuala ya siasa wanasema kwamba kidiplomasia, Afrika Kusini wamesimama katika msimamo wao, na moja kati ya vitu ambavyo vilionekana ni kwamba tarehe ishirini na mbili ambayo ilikuwa ni ufunguzi, Rais Matamela Ramaphosa katika hotuba yake moja kwa moja alienda tofauti na jinsi ambavyo watu wengi walitaraji, akiamini kwamba angesubiri katika kukabidhi kiti hicho kwa siku ya mwisho ya mkutano, huenda ingekuwa na ukumbi ambao hauna watu. Sasa alichokifanya rais Matamela Ramaphosa katika hiyo hotuba yake ya ufunguzi mm, moja kwa moja alikabidhi uh, hicho kijiti kwa nchi ya Marekani, lakini akielezea kwamba haina watu katika ukumbi ule pale na yeye kama yeye anakabidhi katika nchi husika itakayofuata katika huo mkutano wa G ishirini mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Na hili waziri wa mahusiano ya kimataifa na mambo ya nje Ronald Lamola anasema kwamba Marekani walisema rais aweze kukabidhi hiyo eh, takabadhi au kijiti kwa hao eh, viongozi wa Marekani hususani balozi mdogo kitu ambacho wanasema kiitifaki, hawakuwa wako tayari. Afrika ya Kusini hawakutaka kufanya hilo, kwa hiyo wao wakasema tunakabidhi katika eneo lililo wazi. Kwa hiyo atakapokuwa tayari, siku ya Jumatatu ambayo ni jana, basi huyo balozi mdogo atakwenda katika wizara ya mambo ya nje kuweza kuchukua hizo nyaraka na stakabadhi za kuweza kuchukua e, kijiti hicho, lakini rais kama rais hawezi kumkabidhi balozi mdogo katika e, swala hilo la kidiplomasia na swala kubwa kama hilo. Hmm. Kwa hiyo hiyo ndo hasa ikawa hivyo, na nchi kama Argentina ambayo ni moja kati ya washirika wakaribu, wa karibu wa Marekani, wao pia walionekana kwamba wakitaka kususia hivi. Hapo waziri mkuu wa uh, nchi hiyo Ptomu, ambaye alikuwa anazungumza kwamba haikutakiwa hiyo hivyo kwamba diplomasia ilitakiwa ifuate mkondo wake na hata ratiba ya kufunga, yaani ile wanasema hitimisho la tukio zima la G20, Argentina hawakuunga mkono hilo lakini sasa yote juu ya yote Afrika Kusini wanasema wao walichokuwa wakihitaji kuifanya wameitekeleza, na wajibu wa nchi kama nchi ambayo ni wa nchi wenyeji wamefanya, na ulinzi ulikuwa upo wa kutosha. Eh, jinsi jinsi walivyokuwa wakihitaji kuzungumzia zile sera na mikakati yote waliweza kuifikisha, na hiyo mbinu aliyoitumia Rais Matamela Ramaphosa ndio hata watu wengi walionekana, eh, kuguswa. Moja kusababu, wengi, waliza, waliza kwa moja kwa sababu wengi walizani kwamba hiyo eh, hotuba ya ufungaji na ukabidhishaji wa eh, hiyo kijiti ingeweza kufanyika siku ya mwisho lakini yeah. Rais akaanza nayo, akaanza kwa ufunguzi mm. Halafu baadaye akakabidhi kabisa, alafu akaendelea na masuala mengine, akizungumzia kuhusu jinsi gani anafikiria Afrika iweze kusamehewa na kuangaliwa vizuri katika masuala yao ya madeni mm -hmm. Na pia kuangalia namna gani Afrika inaweza ikanufaika kupitia madini na masuala mengine ya bidhaa ambazo zinatoka Afrika lakini pia aliweza kuzungumzia masuala mazima ya mlinganyo wa jinsia katika masuala mazima ya uongozi katika uendeleshaji na umiliki wa ushiriki wa pamoja katika maendeleo, na pia eh, katika hiyo masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi, akizungumzia kwamba umekuwa ni wakati na wasaa mkubwa wa kuweza kupokea jumbe mkubwa, kwa sababu kabla ya mkutano huu ambao ndio ulikuwa ni wa mwisho umekuwa na mikutano takribani mia moja na thelathini ambayo ilikuwa ikifanyika katika miji tofauti tofauti kwabesha Georgi Cape Town Polokwane ambayo zamani ni Petersburg pamoja na miji kama hapo Pretoria hivi sasa kwane na hapa Johannesburg na wizara mbalimbali zilikuwa zikitembelea maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo anasema hii imefungua fursa pia wa nchi zinginezo ambazo zilifika pale, kwa sababu kulikuwepo pia na nchi zingine ambazo zilialikwa kuweza kushuhudia na tukio kama hili, na pia mawaziri mbalimbali na wizara pamoja na taasisi na asasi zingine ziliweza kuzunguka katika maeneo hayo katika mikutano hiyo ambayo nimeweza kuitaja, mm -hmm. Tangu awali walipochukua kijiti kutoka katika nchi ya Brazil mwaka wa jana kwayo, mm. Kwa hiyo hili linaonekana dhahiri kwamba Afrika Kusini katika kutekeleza kile walichokuwa wakifikiri wameweza kukifikisha, kwa sababu Rais Cyril Matamela Ramaphosa katika ziara za kutembelea nchi zingine za Afrika aliweza kukusanya maoni, ushauri na pia maelezo ya nchi zinginezo walikuwa kihitaji nini kufikisha ujumbe katika huu mkutano mkubwa wa G20. Kwa hiyo uh, Rais Cyril Matamela Ramaphosa ametoa mm -hmm. shukurani kubwa kwa wizara mbalimbali lakini pia kwa nchi zote za Afrika, na akisema kwamba mkutano huu wa kihistoria utakuwa na majibu ya kutosha na kuweza kuonyesha zaidi kwamba Afrika iko tayari kuweza ku kupokea mzigo na kufanya chochote kile ambacho na wengi mb. walikuwa wakidhani kwamba Afrika haikuwa tayari na na Kasomfi. mengi zaidi mm -hmm. Naam na umegusia hapo kuhusiana na swala la eh, madeni hasa katika uh, kutoka nchi za Afrika na ni miongoni mwa mjadala ambayo ipo huko, ni eh, kuna kuna uh, suluhisho lolote ambalo linatazamiwa uh, kufuatia hili, kwa sababu eh, imekuwa ni moja kati ya swala ambayo limekuwepo katika mjadala kwa muda mrefu. Nam, eh, kuna ufuatiliaji wa China na mbadilishano kwa sababu katika bidhaa na vitu ambavyo Afrika imekuwa ikiweza kuzalisha na kuweza kuvifikisha au kuviuza katika masoko ya nje huko, wa, wanafikiri kwamba huenda kukawa kuka na punguzo katika masuala ya ushuru na na forodha na vitu kama hivyo, ili kusudi madeni mengine yaweze kuwa yanakwenda katika mfumo wa kusameheka kwa njia ya bidhaa ambazo zinaingia zina na zinafanya biashara kwa kipindi hiki na mengine ambayo yamekuwa ni magumu kuweza kutekelezeka kutokana na ugumu na huu mtikisiko wa kiuchumi. Eh, ameziomba nchi zenye uwezo mkubwa wa kiuchumi kuweza kuangalia namna gani inaweza kusamea au kuangalia namna gani kuweza kupunguza kiasi kikubwa cha madeni makubwa kama hayo. Na ni kwa nini Argentina walionekana dhahiri kumuunga mkono Donald Trump? Inasemekana eh, kwamba eh, Donald Trump na serikali yake ya Marekani huenda wakawapatia fedha nchi ya Argentina takriban dola za kimarekani like bilioni arobaini ili kuepuka katika maswala mazima ya deni kubwa ambalo Argentina analo sasa. Kama hili linawezekana kwa nchi hizo, inaonekana dhahiri kwamba huenda mahusiano na jinsi ambavyo Rais Matamela Ramaphosa amefikisha ujumbe na amepeleka kama ombi kuangaliwa upya madeni ya Afrika, huenda nchi hizi zinazoangalia namna gani ya kuweza kuinua au kuchangia pato la uchumi wa dunia zinaweza zikaziangalia nchi hizi na kuweza kutoa unafuu wa madeni katika nchi hizi za Afrika ambayo zimeelemewa mno na mzigo huu mkubwa wa madeni. Mm -hmm. Sasa bila ushiriki wa Marekani vipi kuhusiana na nguvu ya maamuzi ndani ya mkutano huu wa G20? Kuna namna yoyote ile ambayo unakuwa unaathirika umeathirika kwa namna moja kwamba eh nchi kubwa taifa kubwa ambalo lilikuwa ni moja kati ya mataifa anzilishi ya tukio zima kianzia na G7 wakati huo kabla ya kuongeza idadi mpaka kufikisha G20 katika nchi hizo kumi na tisa. E, lakini maazimio ya mwisho kama ambavyo nimeweza kueleza, nchi zingine zote zimeunga mkono, japokuwa nchi zingine zilikuwa zikitarajiwa kufika pale, marais kama vile Vladimir Putin hakuweza kuwepo, lakini alituma uwakilishi wake wa kutosha na waziri wa mambo ya nje na masuala mazima ya viongozi wengine wazito, na ukiangalia unakuta kwamba nchi ya Argentina na Marekani ndio nchi pekee ambazo eh, hilo hitimisho la mwisho hawakuweza kukubaliana na azimio la G20 na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo ukiangalia unakuta kwamba limepita kwa namna moja nyingine, wanasema wengi wape, japokuwa ni taifa kubwa kama Marekani hmm. Lakini eh, mataifa mengine yameonekana kuridhishwa ikiwepo India. Eh, ambayo waziri mkuu alikuwepo hapa Modi, na kuweza kushiriki kikamilifu na siku ya jana amerejea nchini India, katika kuendeleza na shughuli za hapa na pale. Kwa hiyo nina hakika hili linaonekana tu picha kwamba huenda, eh, Rais Matamela Ramaphosa katika kuonyesha kwamba ana msimamo na msingi wa kuisimamia Afrika na kuona kwamba ni wakati sasa kuweza kuangalia na kusimama wenyewe kama wenyewe pasipo kusubiri maamuzi au makubaliano kutoka katika nchi kubwa au taifa kubwa kama Marekani mm, huenda -hmm. ikawa hii ina picha tofauti na ikampelekea nchi kama vile Marekani kuweza kujifikiria mara mbili, kwamba wakati sasa wa kuweza kutishia watu au kufanya maamuzi ya nchi zinginezo umefikia kikomo, na ni wakati wa kuweza kuangalia na ni namna gani aweze kushiriki, kwa sababu naye pia wanasema hakuna aliye kisiwa, no one is an ni wakati wa wote, naye pia ana bidhaa, naye pia ana watu wanahitaji ajira, naye pia ana bidhaa anataka kuziuza katika nchi husika, na ni watu wateja wapo huku huku Afrika, na pia anahitaji kuuleta watu wake na watu wa Afrika waweze kufika kwake. Sasa iwapo kutakuwa kuna mtindo kama huu, pia hata yeye ana ana athari fulani kwa namna moja au nyingine, huwezi ukawa peke yako ukafanikiwa na nchi nyingi zinaonekana sasa kuweza kusimama na kuweza kuelewa kwamba ni wakati wa kushikamana kwa namna tofauti kuliko kusikiliza kauli kutoka eneo moja tu la taifa moja ambalo linataka litawale dunia kwa kwa mabavu. nam shukran sana uh, Kasomfi, kutujuza kuhusiana na hilo na kutakia majukumu mema. Asante sana, kila laheri. Naam, kila laheri kwako pia. Ni Fortunatus Kasomfi mchambuzi wa masuala ya kimataifa na mwandishi wa habari kutoka kule Johannesburg akitujuza kuhusiana na kile ambacho kinajiri hasa wakati huu ambapo mkutano wa G20 ndio ambao unajiri.